Bwana Yesu asifiwe mtu wa Mungu, ni kusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo Mwokozi. Ni mimi ndugu yako Adamu Komba kutoka Team ijitii njomakimbilie kwa pastor na bishop Antony Mikasenga. Ndugu yangu, ningependa nishea na wewe neno hili la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Nehemia sura ya 4 mstari kuanzia wa saba. Neno la Mungu linasema: lakini ikawa Sanbalati na Tobia na Waarabu na Waamoni na Waashdodi waliposikia ya kuwa kazi ya kuzitengeneza kuta za Yerusalemu inaendelea, na ya kuwa mahali palipobomoka panaanza kuzibwa, basi wakaghadhibika mno. Hawa watu wamesikia kwamba kuna kuna kina Nehemia wanatengeneza kuta za Yerusalemu, wanajenga pale palipobomoka. Hawa watu mioyo yao ikawauma mno, wakafanya shauri wote pamoja kuja kupigana na Yerusalemu na kufanya machafuko humo, bali sisi tulimuomba dua Mungu wetu, tena tukaweka walinzi mchana na usiku kwa sababu yao ili kuwapinga. Nini nataka tujifunze kwenye neno hili la Mungu? Kwenye kila malengo unayojiwekea kwenye maisha yako, sehemu ile ambayo unataka kwenda naamini ndoto zile ulizokuwa nazo zile destination ambazo unataka uzifikie, tujue kabisa au ujue kabisa, wapo watu watainuka kukupinga wewe kukuzuilia wewe usifanikiwe. Sasa je, umechukua hatua gani kuhakikisha kwamba watakaponyanyuka hao watu kukupinga uweze kuwashinda na uzidi kusonga mbele? Ukisoma habari hii ya inayemhusu huyu nabii wa Mungu Nehemia, anatuonesha kwamba alikuwa na kiu ya kumjengea Mungu ukuta ili mji wa Yerusalemu uwe salama. Lakini wakatokea watu wakaanza kutoa maneno ya kudhihaki kina Tobia na Sanbalati, watu wenye maroho ya kukatisha tamaa, wakaanza kuwadhihaki hao kwa kuwaambia, huu ukuta mnaojenga hata mbwea akiurukia aki, aki tu atauangusha. Ukisoma vizuri kitabu itabu chote kinaeleza kina hivyo, lakini wakawaambia maneno mengi ya kudhihaki, na walivyoona hao watu bado wako consistency wanaendelea kujenga huu ukuta pasipo kukata tamaa, wakaumia zaidi. Aa, kina Tobia na Sanbalati kitu walichofanya wakataka kuanzisha vita ili kuhakikisha wanawakinga hawa watu, lakini imependa sana kwenye mstari wa tisa Nehemia anasema, bali sisi tulimwomba dua Mungu wetu tena tukaweka walinzi. Maana katikati ya hizo changamoto, katikati ya hayo mazuio, wao walimfuata Mungu na walimlilia Mungu, lakini waliweka walinzi kuhakikisha kwamba wanasimama watu kuwazuia hawa maadui wanaopambana kuwazuilia wao, wasijenge ukuta, wasiweze kuwafikia lakini anasema tuliweka walinzi mchana na usiku. Lakini pia anasema kwa sababu yao kuwapinga, wakaweka walinzi ili waweze kuwapinga hao watu wanaosimama kuwazuia wao, wasiendelee kufikisha ile hatima yao, kufikia hayo malengo yao. Sasa kwenye maisha yako wewe, watu wanaopambana kukuzuia usifikie ndoto zako usifikie malengo yako umeweza kuwa na kwanza na uimara kwa kiwango gani kuhakikisha kwamba unaweza kuwashinda maneno yao, unaweza kuwashinda silaha zao mbalimbali wanazozinyanyua ili kukatisha tamaa usiende kule unakoenda. Unaweza kuzishinda hizo silaha, lakini hapa Mungu hawa watu wanatuonesha kitu kimoja cha ushindi sana. Silaha ya kwanza ni kumwabudu Mungu na kumwamini Mungu na kumwomba Mungu, lakini kitu kingine, kuwatengenezea mifumo hawa watu wasiwe karibu na wewe, kwa sababu kuna wakati ukiwaruhusu watu wanane waingie kwenye maisha yako sasa hao watu wanasema walimwomba Mungu, lakini pia waliweka ulinzi kuwazuilia hawa watu wasisogee kwenye maisha yao, na kwa njia hiyo waliweza kushinda. Mungu akusaidie. Maandiko anasema yeyote atakaye kujenga mnara lazima achukue afanye hesabu ya gharama. Kwa hiyo basi, kama unataka kwenda juu, lazima uwe ukubali kuchukua hesabu ya gharama ambazo zitakuwezesha wewe kufika juu Ukikubali kuchukua hizo hesabu na kufanya hiyo hesabu na kukubali kuchukua hizo changamoto zote ili uweze kufika juu, utafika juu. Hawa watu walikubali kulipa gharama ili waweze kufika juu na kushinda majaribu yote na makwazo yote na roho zote zilizo nyanyuka ili kuwakatisha tamaa na wakafanikiwa kufanya kazi ya mu. Mungu. Mungu wa mbinguni akubariki sana kwenye malengo yako. Hakikisha unashinda roho za ukatishaji tamaa. Amen.